Siku ya jana Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kushea video, ambayo video hiyo ilikuwa ni ziara yake yeye pamoja na Mario, ambapo wanafika moja kwa moja kanda ziwa kule kwa ajili ya kumsupport e bana Rais Samia Suluhu Hassan, na wao wakiwa wanajiita kama vijana wazalendo. Kupitia ukurasa wake wa Instagram aliweza kushea e bana post hiyo ya video, lakini jambo ambalo liliweza ku, kuwa ni story katika siku ya jana ni kuhusiana na gari ambazo Harmonize aliongozana nazo e bana, pale airport akiwa anaenda kupanda private jet, ambapo gari hizo kuna hiyo gari ambayo ilikuwa ipo na plate number ambayo ikiwa inasomeka Kajala 3. Watu wengi walikuwa wanajua kabisa kwamba mahusiano ya Harmonize pamoja na Kajara pengine anaweza akaibuka katika siku za hivi karibuni, baada ya Harmonize hapo siku za nyuma kidogo alionekana kupost e bana video fupi ya gym e, gym yake mpya ambayo amefungua kukiwa kuna picha za Kajara zipo mule ndani zikiwa picha kubwa kabisa, akiwa ametangaza kwamba anatamani kufanya kazi, anatamani kufanya mazoezi pamoja na Kajara. Sasa Harmonize pia, siku ya leo, ameweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram pale Insta story, ujumbe ambao umekuwa ukisomeka hivi look like some girls who was feeling so comfortable to see me single, akaweka emoji fulani hivi za kucheka lol bye. Akasema, I will be married man soon then will, uh, will be six wedding party. Akasema kwamba itakuwa ni sehemu ya msikitini, kanisani, Serengeti, e bana, serikalini, lakini pia family part then stadium. Guess who? So, huo ndio ujumbe ambao Harmonize aliweza kuuliza e, kwamba ni nani ambaye pengine unadhani kwamba atakuwa ni mtu ambaye Harmonize ataenda kumuoa katika siku za hivi karibuni, na kama alivyotangaza e, bana, harusi yake itakuwa katika sehemu sita tofauti tofauti. Watu wengi wamedhani kwamba atakuwa ni Kajala, na wadau wengi sana wa muziki wa Bongo Flava hususan wachambuzi, lakini pia watangazaji tofauti tofauti kutoka hapa hapa nchini Tanzania, wao wameweza kusema kwamba pengine anaweza kuwa ni Kajala kulingana na hii situation ya, e, Kajala pamoja na Harmonize Harmonize wow, wao wakionekana kabisa kwamba mahusiano yao pengine yanaweza kawa yameibuka katika siku za hivi karibuni, licha kwamba Kajala yeye ameonyesha ukimya wa kutosha kabisa kwamba hajaweza kuonyesha reaction yoyote, licha ya kwamba Harmonize yeye amekuwa akionesha kwamba yuko na mapenzi ya dhati kabisa kwa mwanadada huyu Kajala ambaye walishiyokuaga wote kwenye mahusiano katika siku za hapo nyuma, lakini sasa hivi ni kama vile Kajala yeye ameamua kuziba masikio na hajaposti jambo lolote kabisa, kuonekana kabisa wakiendelea kumsupport walionekana pamoja, wakicheza pamoja katika siku ambayo ilikuwa ni siku ya birthday ya mtoto wa Mario, ambapo walikuwa Harmonize pamoja na Kajala walionekana wakicheza pamoja wakifurahi, lakini Kajala yeye pamoja na Harmonize hajaweza kumuonesha reaction hizo zote tangu siku hiyo. Hapo tupe mtazamo wako kwa mda wa burudani kutoka kipande chochote ambacho upo right now, uko na mtazamo gani?